Mimba bwana, unaweza ukabeba popote tatusaidia, nafikiri kama kama mdakasana mtaani, mimba unaweza ukabeba popote. Kuna wengine tunasema tunabeba mimba kwenye kifua, kuna wengine wanasema unabeba mimba pembeni, nini kwenye zinaitwaje, ni mba- huku pembeni huku kwenye sijui, sijuue kwenye mbavu huko mimba inakuwa inabeba, lakini kwenye, na kwenye, kwenye kipimo pale, hizi vitu sijui ni kipimo kinaonesha kweli mimba inakuwa iko huko, ama ni sisi dhana yetu huko mtaani ambayo tunayo, ambao sio wataalam. nadhani kwenye hilo eh yeah. uh, mimba haitungi kwenye kifua eh yeah. mimba hiyo ndio kwenye kifua <laughs> lakini labda ni, mm. ni, ni wanasema ya mtoto anapokuwa yeah ile fantas si inafika, inaweza kufika mpaka katika fantas ni <laughs> <laughs> <laughs> Ehe. nirejee tena niseme mfuko wa uzazi. Okay, okay, okay, okay ule mfuko zizi unaweza ukakuwa mkubwa ukagonga pengine labda kifua ikakaribia okay, kufika katika sehemu hii nisema diaphragm ni yani. Niseme mm. Unajua nikisema hii kifua maanake unaweza kinafu ukisema yeye ni kitaalamu na kwa ukisema yeah, kifua na na generalize okay, lakini kama yeye ni kitaalamu ndo na kwa mm, na specify okay, na kusudi mmm, kwani ukisema yeye ni mimba nafika kwenye kifua mm, nikizungumza hivi moja kwa moja kifua na sisi tutaendelea huko huko kujua ndio, eh ni kwenye fan, ni sema kwenye diaphragm naweza yeah, kataribia pale kwenye diaphragm mm. Na ndio maana toka mkuta mama atakupomwa kile anakuwa shida kwa sababu ya ule uzito ule ya ule ule mimba imeshika kwenye sehemu ya diaphragm. Diaphragm ukipumua hivi ndio ina expand chini. Mm -hmm. na kwenye ni chini. Kwa hiyo ikiwa ime mtoto amekuwa mkubwa kiasi na amekaribia kwenye hiyo fungu. Ndio pengine na hisi ndio pengine mama anasema mimba imefika ime kwa hiyo kwenye kifua. Na hisi hizo tete ideology ideologies kwa lakini sio kama imetunga kwenye kifua. Mm -hmm. Actually mimba inatunga kwenye fallopian tube. Mm -hmm. Inatunga kwenye fallopian tube alafu baadaye inashuka chini kwenye ndera kwenye kwenye kwenye uterus. Mm -hmm kwenye kwenye mta hiyo ndo nnomo fiziolojia ya mimba nakufanyika.